Makosa ya watu wachache kina hawa ma-activist kuja ndani ya nchi na kutoka mwe, haijafika standard ya mpaka uwe wewe kiongozi utadiklea wo. Yaani ikiwa kiongozi ni wewe mwanamke uliyesema haya, ukiwa kiongozi ni wewe subhanallah, nahurumia sana hawa waliokuchagua, kwa sababu wewe hustahiki hata kuwa wacha kuwa mbunge, hata mzee wa mtaa hustahiki kuwa, kwa sababu ya hiyo statement yako kusema kuna kenge ndani ya nchi na kuna kenge nje ya nchi. Kwa nini nikasema? Hustaki kwa mbunge hata mzee wa mtaa hustaki kupewa, kwa sababu haya ni kama unawambia wawe tayari kwa lolote.

What those MPs have said about Kenya, what those MPs have responded. Tulikosea kweli yule Martha Karua kumrejesha kule, na hili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini? Kweli! na yule anayesema anadai kapigwa eti ana, anashuka kwenye gari anajichechemeza. Kweli yule alikuwa apigwa, rudi na mitungi ya gesi kule kwao anafumulia gesi, wengejua Tanzania, wengeona makali ya jeshi la Tanzania. Lakini eti leo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza, tumemwacha masakarua, anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa waziri, hili lisitokee tena. Anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa hapa wanapotaka. Tunataka sisi hatujashindwa na sisi hatuwaogopi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 ile sio hali ya kawaida, na walichokifanya askari wetu ni kumdhibiti, kwa sababu kishaona mtu akili yake haifanyi kazi vizuri, unamsaidia kumdhibiti. Tungeshangaa sana, watu wanakuja hapa wanaanzisha mambo yao ya maandamano, wametoka nchi nyingine, wanavuruga vijana wetu, wanakuja kuzuia utulivu wa utendaji wa mahakama, chombo kinachotoa haki katika taifa letu. Hafu nyie mpo. Tungeshangaa sana. Muda wote rais wetu anatuasa halahala jirani hala, tumevumilia majirani lakini imefika wakati mama, tumeshindwa mtoto wako kuvumilia. Tumeshindwa, hatuwezi. Hakuna mtoto anaweza kusubutu kuvumilia kumwona mzazi wake anatukana. Hakuna mtoto anaweza kukaa kimya kumwona mzazi wake anatukana. Tumechoka, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje, shughulikani na kenge wa ndani, malize na hao wa nje. Na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe na wao, wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya, hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Habari zenu wana East Africa, ni matumaini yangu kwamba mwazima wa afya mobuhere. Jina langu ni Alamin Somo, ni mmoja wa viongozi katika kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Juma lililopita niliweza kutoa clip, nikaweza kushauri ma influencer wanyamaze kimya. Juma hili naona itabidi ni shauri walio na nyadhifa zaidi ambao ni wabunge especially hawa wabunge ambao ni kina mama kina Mariam Said Jessica, na wengineo, na swaha yangu ni ndogo tu e, dada zangu kidogo munakosea, na munakosea wapi? Imenishangaza sana, imenishangaza sana ndani ya bunge zima mukaacha shughuli nyingi za watanzania ambao matatizo mengi yanowakumba watanzania sasa hivi, mkaja mkajadili Gen Z, ambao hawa ni watu wa kunyamaziwa. Mkawapa session nzima ndani ya bunge kuwajadili. Unajua, mumenishangaza sana, ambapo hawa ni watu wa kunyamaziwa tu. Hawa hawajapigiwa ngoma wanacheza, je wakipigiwa ngoma? Kwa hivyo, dada zangu, nawaona ni kama mbaye muliku mwatamali kutukanwa mulikuwa mwataka kutukana. Sasa ngoma sasa hivi mshaicheza, mshaipiga mushe, mushe, mushe. Sasa subirini hawa vijana wacheze. Alafu lingine ambalo ningependa kuwaonya na muwe very careful nao, ningependa kuwaonya na muwe very careful nao, kuna statement katika mazungumzo yenu mkiwa ndani ya bunge pale, mmewaambia jeshi la polisi na jeshi eh, la jeshi kabisa, jeshi la nchi. Kuna kenge ndani ya nchi na kuna kenge nje ya nchi hii. Ni kama muna declare wo masala ya mfano kama Russia na Ukraine. Wajua itakuwa akili zenu ni finyu sana, finyu sana kushinda maelezo makosa ya watu wachache kina hawa ma-activist kuja ndani ya nchi na kutoka mwe, haijafika standard ya mpaka uwe wewe kiongozi utadeclare huo. Yani, e ikiwa kiongozi ni wewe mwanamke uliyesema haya, ukiwa kiongozi ni wewe subhanallah, nahurumia sana hawa waliokuchagua, kwa sababu wewe hustahiki hata kuwawacha kuwa mbunge, hata mzee wa mtaa hustahiki kuwa, kwa sababu ya hiyo statement yako kusema kuna kenge ndani ya nchi na kuna kenge nje ya nchi. Kwa nini nikasema hustahiki kwa mbunge hata mzee wa mtaa hustahiki kupewa? Kwa sababu haya ni kama unaoambia wawe tayari kwa lolote. So wee wajua, haya unaoeleza leo yatatokezea. Wajua atakaumia ni kina nani? Watakaumia ni watoto, watakaumia ni kina mama. Je, ushayafikiria hayo mpaka ukadiklea hivyo? Kwa sababu kila mtu ana, ana, ana jeshi, kila mtu ana vifaa, kila mtu ana silaha, kila mtu ana ninio. Kwa hivyo jichunge huu mdomo wako, kamdomo kamdomo, jichunge nao sana huu mdomo. Unapozungumza wewe ni kiongozi, kuna mambo hustahiki kuzungumza, na haya mambo hayataki jazba, haya mambo yataka utulivu, haya mambo yataka akili. Mimi nawashauri tena kama nilivyowashauri mainfluensa, jamani. Nyamazeni, hii Kenya, Kenya, Kenya. Kenya imebadilisha katiba tofauti na hizi nchi nyingine, zote hazijabadilisha katiba yao tangu katiba ya mkoloni mpaka leo, yaendelea hiyo Kenya. 2010, ilibadilisha katiba na ilibadilisha katiba ni kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga, ndiye alileta huu uhuru unaopatikaniwa, hii demokrasia. Sasa hivi Kenya wamepitiliza, hata wameshinda wazungu wenyewe. Yani hii demokrasia yao sasa hivi wamepitiliza, na kama nilivyowaambia hapa ndani ya nchi wameshindwa kukontroliwa hata wakiuliwa bado waendelea kufanya. Wewe huone, hawa watu wameshindwa kuko, kukontroliwa. Sasa ikiwa hapa ndani ya nchi wameshindwa kukontroliwa, mtaweza kwa kontroli nyinyi ambao mko nje ya nchi ambao kuna mipaka hamwezi kuingia kuja kuwashika ama kuwafanya chochote. So mwashindana na watu, hii ni gorila wo, mwashindana na watu ambao they have nothing to lose. Hawa vijana they have nothing to lose. Nawambia tena, mpaka kiama hawa vijana watashindana na hawachoki. Kwa hivyo bado mtashindana nao, mkuambia ingieni mitandaoni, mchocheeni mama. Jamani, nawahurumia. Nawambia nyinyi wanawake, nyinyi jinsi ilivyo <laughs> nyinyi mulikuwa mwathamani sana kutukanwa, mulikuwa mwathamani sana kutukanwa, na yale mnaoyataka mutayapata. Kitu tu nitakachoomba ni kitu kimoja tu: Ingilieni jenzi lakini masala ya kuingilia majeshi hata kusema jeshi la huku na jeshi hilo musifanye. Mutawaingiza waliomo na wasiokuwemo na waliomo na wasiokuwemo, itakuwa ni kwa Kenya na Tanzania. Mutazua muta, muta mbao mambo hata ya steki masala ya, ya bala njaa masala nini, nyi mwajua vita. Angalieni Gaza vile kulivyo sasa hivi. Kwa hivyo huo mdomo wenu mdomo wenu zungumzeni, hatujakataa lakini masala ya majeshi achaneni nao. Zungumzeni hiyo tu. Ni hivi vita vya kimitandao tu, hakuna wasiwasi. Kwa mu, nyinyi mu, mnao uwezo wa kupambana na hao vijana, pambaneni nao lakini. tu na swaha yangu namalizia kwa kuambia jambo moja Hakuna kitu kizuri kama kunyamaza. Hakuna kitu kizuri kama kunyamaza, na msiponyamaza mkiwa bado, mtaendelea madhara yake mtayaona na mtakuja kunikumbuka, na swaha niliwapa, lakini hamuku isikiliza. Hawa vijana wameshindikana, hawa vijana, alafu mpigana vita ambavyo hawa vijana they have nothing to lose, hawana kitu cha kupoteza, hawana kitu cha kupoteza kabisa. Kwahivyo, kama mna akili, kama mna busara, kama mna hekimawanawapea na Mungu, mtanyamaza. Nanawaomba Watanzania, Watanzania mkinisikiliza, ndugizanguni, sisi tumeana, sisi tumechanganya damu. Mimi na ndugu ambao Tanzania, na ndugu ambao wameoa Tanzania, nawaomba na wasisitiza, ambieni o viongoziwenuwanyamaze ili tuyasuluhishe haya mambo. Sisi na nyinyi hatuna mgogoro, twapendana, tuasikilizana. Watanzania, watanzaniwaanzania ujumbe wa wa wa huu wafiki, waambieni wana